Ulimwengu ni mpya the new world. Leo bwana, nataka nikurudishe kwenye ulimwengu mpya eh, baada ya masingizio mengi atakayokuja. Hawa ndio wapingaji watakaotupinga. Ulimwengu mpya, unasemaje? Nikiwa kama mkombozi wa Afro Masonia, mkombozi wa fikra za wana wa Afrika kuna mambo machache ambayo nina uwezo wa kukuelekeza nikakufundisha, kama kichwa chako kitakuwa kigumu. Shida ya waafrika wengi, especially hii generation ya vijana wa sasa, wanafikiri kila chochote au chochote kinaweza kuja kwa urahisi tu. Hapa tulipo, kwanza unatakiwa kujua, tuko chini sana, tuko nyuma sana tuko nyuma dhidi ya wenzetu hawa kimafanikio, kimaendeleo, kiteknolojia, kwa kila kitu. Na hapa tulipo, bado tuko kwenye safari ya utumwa. Kuondoka kwenye huu utumwa, ni lazima tuungane pamoja. Sasa turudi kwenye fikra e, turudi kwenye utambuzi wa fikra, tujiulize, sisi ni nani? Hapa tulipo ni wapi? Kwa nini kila siku Afrika inategemea miujiza? Kwa nini kila siku Afrika inategemea kusaidiwa? Kwa nini kila siku Afrika inategemewa kushikwa tu mkono? Wa Afrika tunyanyuke, tuamke. Si kwamba viongozi wetu ni wabaya sana au viongozi wetu hawawajibiki, hata sisi tunahitaji kuamka. Cha kwanza, amka kifikra. Mimi kuna kitu ambacho naweza nikakilaumu, moja kati ya jambo ambalo naweza kulaumu wana wa Afrika ni ile ya kusubiri kutegemea, eh? Tusubiri, tunategemea kila kitu, tumwachie aliyetuumba, tumwachie. Mbona wa China hawategemei hivyo Mbona wazungu hawategemei hivyo, mbona wahindi hawategemei hivyo. Tuamke wa Afrika, tuache kusubiri mazinga ombwe, tuache kusubiri kutegemea tutaamka tukiwa matajiri bila kufanya kazi. Tuamke wa Afrika, tuirudishe nguvu yetu, tuache kusubiri muujiza, kesho nikiombewa nitakwenda kupata kazi na iteg... siku moja nilitaka kushauri, ni... eh, nilitaka kushauri mamlaka husika ifikie wakati watu waache eh? watu waache kuaminisha wengine kwamba e, maisha ni rahisi, e, ukiamka asubuhi tutakuombea utakuwa na magari, tutakuombea bila kufanya kazi. Success never come through dreaming.